Jinsi ambavyo kama kocha alivyozungumza mara baada ya mchezo kocha mm. Fan Davis e, kuna, kuna, kuna muda ni, ni utulivu katika eneo la la mwisho mm. ufanisi ule e, pindi unafika katika eneo la mwisho kuna matukio mengi anafanya kwa usahihi e, katika maeneo mengine ndomana amekuwa anafunga katika mipira yote kwenye set play anafunga, sindio? e, mipira ya ya, ya, ya, ya free kick na vitu vinginevyo mm. Open play amekuwa nafunga ndio, e, lakini kuna kipindi ambapo timu e, kama mechi ya mwisho ya Stellenbosch ni tukio ambalo kila mtu anakikumbuka balike tukio la dakika za jioni e, dakika ya mwisho kabisa ya mchezo, ambalo angeongeza umakini na utulivu kidogo, pengine angeweza kufunga e, kuna mdo arasio pengine angetoa pasi kwa Ateba ndio mm. eh. alifunga magoli kama hiyo mara kwanza kufunga kukosa, eh. mm. moja, likosa, nafana, na mimi kuna goli moja alikosa linafanana na lile, japokuwa siku ile alikosa wawili pamoja

Ndio bwana akasema pengine angeza kutoa pasi kwa Ateba lakini kabla yeah, alihofu kwamba Ateba iko eneo la kuotea Budo. Na aa ndio hivyo sasa. Maana kuna kipindi unakumbuka mechi ya Simba na Ahli Tripoli, mm, ya Libya. Mm, lile goli kama angefunga haua peke yake mwenyewe mwenyewe au angefunga ingekuwa goli kitu cha kumpa pasi Ateba, Ateba akawa tayarisha ambayo kwa muda mwingi toka anasubiria Mm, mm, eh, atabu ingilia kwa mchezo awali mapema kule kwa tayari hofu hivyo, kitu ambacho tulivyoona kwamba pengine angekaza ule mguu, maana yake mguu aliopigia ni mguu wa kushoto, alikuwa tayari alishapata injury na injury ambayo eh, tokana mm, kwamba mwalimu ashamaliza mikupuo mitatu mm, ya sabu kulikuwa hizo fa sabu ingine wote pale ule mpira alimpunguza kipa kwa mguu wake wa kulia, ambao ndio mguu wake mama ambaye anatumia ndio atumie mguu wote, ndio kwenye kiti ukaja mguu wa kushoto, ambao atakiwa kaze mguu, ndo ikawa ndo hiyo ilipotokea, mm. Ashifanya nani sifa na ziki, alishaya kupunguza mtu na mguu wa kushoto, akafunga na kulia, ambao atubii mara kwa mara, kwa pengine ule kukaza mguu. Kwa hiyo tulivu kama huo, unafikiri anapokuwa anafanya makosa haya kila mara, kuna muda anakuwa na rekebisha ndio maana kuna muda akasema msimpe ile hype kubwa sana kwa coach Fadlu. Mm, eh manake bado ni mdogo, ana vitu vingi vya kujifunza, na kweli katika, um, age yake, umri wake, bado ana vitu vingi vya kujifunza. Baadaye anaweza kaja kukaa vizuri, ndio maana kuna muda akuwa anafanya matukio ambayo yanaifaisha timu. Kwa hiyo eneo kubwa ambao atakia fanyaye ni utuivu katika eneo la timu, manake katika upa, m, m, m, mpango mwingine, mm, amekuwa na faida katika upa, upande wa kuifanya timu iweze kusogea kucheza E, kwenda katika eneo la kushambulia amekuwa na faida hiyo, na ndio maana kitu mwalimu amekuwa anampa nafasi kuwa anacheza mpira katika maeneo yote a pembeni, ama kushoto na kutoa nafasi wakina mpanz katika haya. Nafikiri haya sasa, eneo lake la kwanza ni ufanisi au e, utulivu katika eneo la mwisho, ndio kitu ambacho kimekuwa kinamwangusha kwa upande wa Jean Charles Ahoua.